Nitaachana naye narudi kwako baby, umesikia? Eh wewe Kitundu, Kitundu, Kitundu! Na kuita mara tatu. Kwa hiyo ndio ameamua kuja kufanyia umaraya huku kichakani. Kwani amejuaje kwamba tupo huku tena? Ma amehawa alafu hapo tu hata waogopi yaani, leo nakamulia mtundimu kwenye kishundu leo nakamulia mtundimu kwenye kishundu. Yani we binti huna woga, huogopi, huna wasiwasi wasi kabisa. Umejificha huku na mume wangu, mume wangu wa ndoa. Unajisahau sana Mwantumu, huyo ni mume wangu wa ndoa. Nina uwezo wa kukufanya kitu chochote kile kibaya kwa ajili yake. Naomba nikupe onyo mara ya mwisho, sitaki kukuona na mme wangu mahali popote pale. Nikikuona tena, ama zangu ama zako. Kitundu, tuondoke. Kitundu unataka kuondoka kweli? Kitundu usiondoke, na kuomba usiondoke na huyu mwanamke. Mimi niko tayari kwa lolote lile, kama ngumi zipigwe, kama ni unyambili situfanyiane huku huku msituni, lakini siko tayari kukuona unaondoka tena. nabii Kachara nakupenda sana wewe mwanaume, nakupenda mimi, niko tayari kwa lolote. Kitundu haondoki hapa, haondoki Kitundu. Eti Kitundu haondoki hivi. Kanajiamini nini haka kadada, kanajiamini nini haka kabinti? We Kitundu, huyo binti anakusapuza huyo binti anakupaka matope kwenye kishundu, anakupoteza vibaya mno. Wewe umeolewa, eti umeolewa, eti wewe umenioa mimi. Wewe ni mme wangu halali, nina uwezo wa kukuchukua kivyo vyote vile, kukurudisha nyumbani. Bado hatujapeana talaka, hatujaachana. Wewe ni mali yangu, Kitundu. Tuondoke Kitundu, kama tulivyokubaliana. Hapa ni kumkazia mwanzo mwisho, amna kuondoka na huyu bibi, hakuna kuondoka na Bikachala. Mpenzi wangu, usikubali kuondoka tena. Hivi bado tu unataka kuendelea kuona mafedheha yanaendelea ndani ya nyumba uteswe unyanyaswe, uingiziwe wanaume mbalimbali kwenye nyumba ambayo unaishi wewe na mwanamke wako. Huyo ni mwanamke au jikeshupa? Hili ni jikeshupa. Usiende na huyu bibi, Kitundu. <laughs> na nijikeshupa kweli, huyu mwanamke ni jikeshupa. Ananitesa mimi, napika nafua nguo na, na, na, na wanaume ndani analeta, lakini mi nataka niende zangu nyumbani. Nimemisi kula milo sita mimi. Tuondoke mme wangu, achana na huyu binti, huyu hana chochote cha kukupa, hana chochote cha kukupa zaidi ya maneno matamu tu na kelele zake hizo, kama kafyatika memory card mdomoni. Achana naye, alafu wewe ni mme wangu halali, huyo ni mchepuko kwa sasa hivi. Kwa hiyo nina uwezo wa kuwahitia hata watu hapa wakaja kuwakamata Jamani, fumanizi! Mwantumu, mi naenda zangu nyumbani kwa mama yangu. Bi Kachara, mke wangu, bibi kizee. Kitundu, kwa hiyo ahadi zote zile ulizokuwa unanipa zilikuwa ni takataka, ni takataka mtupu, kwa sababu umeniambia kwamba hutarudi tena kwa Bi Kachara na hutaki kumwona tena huyu mwanamke. Sasa vipi? Mbona kigeugeu? Wewe, mbona unakuwa kigeugeu wewe mwanaume? Hebu kuwa straight basi, eleweka. Unarudi kwa Bi Kachara ama haurudi? Kitundu, tuondoke. Haondoki hapa wewe, tunaondoka.